Kama ulikuwa unamshambulia Konde Boy kuhusu kipara chake kwamba hajapendeza maybe ama anamwiga Asake basi imekula kwako bana. Konde Boy ameandika kupitia Insta story na amejibu juu ya kile ambacho ninyi mna feel ni tofauti kinoma noma. Konde Boy yuko bado nchini Kenya kama sijakosea na kwa sababu tumeona picha za recent yuko pale. Taarifa ya kurudi Dar es Salaam bado haijaonekana. Lakini ameandika kupitia Insta story yake Harmonize juu ya kipara kile ambacho yeye amenyoa hapo konde me, amesema kwamba kipara hicho amenyoa kwa sababu ya kumwenzi Raila Odinga, na wala si vinginevyo. Lakini akasema kama mnaona mimi nimependeza ama kimenipendezea kipara hiki, basi mimi ni nani? Acha tu nikipitishe. Kumekuwa na rumors kadhaa juu ya muonekano huu mpya wa Harmonize. Kwanza ameonekana na tatu nyingi sana kaongeza tatuu kweli kweli kwanza ameonekana ana tatuu nyingi sana kwenye mwili wake, ameongeza tatuu kweli kweli. Kuna tatuu kama nne sio tano hivi juu ya kichwa chake ame, amejichora na sijajua zina maana gani tatuu hizi, lakini uwepo ama kunyoa kwa kipara kile pasi na shaka kama ni kumwenzi Raila Odinga, lakini vilevile kuonyesha hizo tatuu ambazo jamaa amezichora kichwani kazichora kwenye paji la uso hapo mbele, kama ambavyo unaona lakini vile vile, kuna tatuu amechora shavuni ambayo inaonyesha alama ya muziki. Mbali na hivyo, hii ya shingoni ilikuwepo muda mrefu kidogo e, sehemu pia ya nyuma ya kichwa chake Harmonize amechora tatuu ya crown, alama ile ya ufalme. Sasa hii alama ya ufalme ameiweka nyuma, tafsiri yake ni nini? na nani kampa ufalme Harmonize? Bado kizungumkuti, ni maswali ambayo hayana majibu ya moja kwa moja. Mfalme tunaye Tanzania hapa, kwa nini Harmonize amejipa ufalme? Na hiyo crown ya ufalme hajaiweka utosini kama ambavyo imekuwa ikivaliwa iki, iki, iki, iki, yeye ameichora upande wa nyuma ya mwili wake, ya kichwa chake, so, sio Hakuna zaidi ya hiki ambacho Harmonize amesema. Anaandika hapa. Yupo Kenya by the way kama ambavyo nimesema. Nairobi, Kenya hapo ame, ame location ipo hivyo inaonyesha. If you don't know why nimenyoa kipara, I did this, uh, I did this for baba, respect for baba Raila Odinga. RIP. Sikutaka kusema but kwa kuwa mmekipenda, I am, I am keeping it. Akaandika Joe. Joey kama sijakosea, hii hiyo ni insta story ya Harmonize. Ukipita hapo utakutana nacho hiki ambacho nimekusimulia. Kwa hiyo Harmonize anaandika hiyo kwa sababu ya mapenzi ya Raila Odinga na wala sio kitu kingine. Ntakuja kutoa uchambuzi wangu wa kina kuhusu muonekano wa wasanii wetu kufanania mionekano na wasanii wa nje, that's very bad. Kwa nini wao wasituige sisi? Ni kwa nini sisi tunawaiga wao? Kuna credibility tunaipoteza hapa kwenye industry. Game ya Afrika haitotuaminia kwenye engo tofauti kwa sababu sisi tuto, ni watu tu wa kukopi vitu vya watu, let's create our own, tuanzishe mambo yetu. Hata kama kipara kilikuwepo basi sisi tukirudishe tena kwenye trending, isiwe kuna mtu kafanya na sisi tufanye hiyo nimesema nakuja kuielezea zaidi baadaye. So for now, hiyo clarification kama ulihisi pengine Konde amenyoa kwa sababu ya kuiga ama kwa jambo lingine lolote, anasema kuwa amefanya hivyo kwa kumwenzi Raila Odinga ambaye amefariki dunia pale nchini Kenya. Hayati huyo mwezi mmoja hapa nyuma shughuli za mazishi zimefanyika, kutoka kwenye akaunti ya Instagram ya Harmonize. Mimi naitwa Dr. Pupu Haja the credible kwenye mtandao wa Instagram, drop your comment. Una mtazamo gani kwenye hili? Kapendeza Harmonize na kipara chake ama tuache kwanza?